DPP amefutia mashtaka na kumwachia huru mfanyabiashara wa vipodozi Jenifer Jovin mwenye umri wa miaka 26 maarufu Niffer na Mika Lucas Chavala, waliokuwa na kesi ya uhaini. Uamuzi huo umetolewa leo Jumatano Desemba 3 mwaka 2025 na Hakimu Mkazi Mkuu, Aaron Lyamuya, baada ya wakili wa Serikali, Titus Aron kuelezea Mahakama hiyo kuwa DPP hana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa hao wawili. DPP amewafutia kesi hiyo ya uchunguzi namba 26388 mkoaji wa 2025 chini ya kifungu namba 92 moja mabano cha sheria ya makosa ya jinai, sura ya ishirini iliyofanya marejeo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Mahakama inakubaliana na ombi la upande wa Jamhuri kama ilivyowasilishwa, hivyo inawaachia huru washtakiwa hawa wawili, amesema Hakimu Lyamuya.